Matano. Asante sana Mheshimiwa Mufti, kuna mtu anaitwa Ustadhi Sadiki Mgogo, yuko wapi? Ebu njo, nimeambiwa una habari wewe. Sadiki Mgogo, mpenzi wa Mtume Muhammad, amesafiri kutoka Dodoma, Kondoa, wak wa soyani wapi? ni Chemba. Haya, tusikie habari zake Sadiki Mgogo. Dakika tatu. Tumswalie Mtume, wanawake, wanaume, jama swalieni Mtume. Ndugu zangu, nawaambia kwanza ni wape salamu, salamu ya kisilamu Assalamu alaikum, naomba kupokelea. Baada sala na salamu, nina jambo la muhimu, naomba mulifahamu yote mlohudhuria. Ndugu zangu tambueni, hapa tupo hadharani tukimsifu amini, kiongozi wa dunia. Dakika zangu zimekimbia, naomba kumalizia lengo nilokusudia, baadaye mtasikia. Tumuige Mtume, wanawake wanaume, jamani, tumuige Mtume. atudumishe amani hapa kwetu Tanzania, isije ikakimia tukaanza kujutia. Amani kwetu muhimu, amefundisha karimu, ni chombo chenye nidhamu, hilo nina wasia. Pongezi zangu ziso na kiwango Kamati ya maridhiano ninakuunga mkono, Shekh Alhadi, nakwambia unafanya kazi ngumu na kwa wakati mgumu. Tukuombee Karimu dua, wewe pokelea, tukulombere kidudi kwa baraka za Muhamadi ulwake safu na mundi amina, watokelea nijekwa mfuti wetu, ni shehe wetu jamani, Abubakari Zuberi. Kwa Mungu twa muombea shehe, wewe ni mpole, haya ndo yako maumbile, tangia ukiwa shule ndivyo tulivyoambiwa unapenda watu wako, unapenda jamii yako. Allah akupe malipo yako katika hii dunia. Allah, Allah, Allah, Allah. na wale watakao haribu amani takaharibu hala, hala tawaomba wasije wakasongea, wasije wakatikiza, watakwenda kwa manani kama mnapenda amani basi, nukeni nitunzeni, si mnataka amani dumu. Ninawaambia ndugu zangu, tambueni, hapa nipo kituoni, dakika zangu jamani zimekimbia. Nawambia Mungu linda nchi yetu Daviongozi wetu na hawa watu wetu, wasije tusogelea. Wale wenye nia mbaya ni bora wakakimbia, wakatuachia amani. Ukweli ni nawambia, tunaabudu kwa amani, tunacheka kwa amani. Ilahi, Mola manani, Mungu tunakulia, wale watakaojarimu amani taka haribu, hala hala taomba wasijawakaumia, wasitikise kibiriti, ndaniyepana baruti, nchi katwa katwatutoachia basi nitaje namba yangu, ni namba ya simu yangu. Ukitaka tenzi zangu, waweza ku nidivia zero sita nane nane, pia tena, zero nane zero moja tano nane, ndo namba yangu, nawambia ni wagekuti Inshallah, penye uhai nitafanya kila rai kuja kuwa. Sasa Sadiki, hebu simama, simama pale pembeni kidogo, dakika moja, dakika moja. Sasa Sadiki, like umepiga pasi mwenyewe, umetoa assist mwenyewe, sijakuelewa. Shika mzigo wako Tulitegemea jamani alokuja pasi ni shekhe hapa, mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, ndio kapiga asisti, kamtaja huyu kamkaribisha. Hata nilikuwa na kuombeni kwa sababu ya amani, Mheshimiwa Mufti, najua Shekh Alhad mwanao. Basi wengine, jamani, hebu tumtunze kwa ajili ya amani, sallu ala nabi. Shekh Alhad aendelea, mimi mzigo ninao. Uh, sihitaji kutunzwa, Mheshimiwa <tie> Mufti, kwa kuwa mimi ni balozi wa amani duniani, kupitia <tie> shirikisho la amani duniani UPF, lakini pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania. Kwa makusudi kabisa tumefanya jambo katika hadhara hii, tumeona tukupe tuzo Mheshimiwa Mufti, tuzo ya heshima ya amani. Tumeona katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu umefanya kazi kubwa ya amani ya nchi yetu. Kwa hiyo leo tutakupa tuzo pamoja na wale ambao walioshirikiana pamoja nawe katika amani ya Tanzania, ambao pia utawapa tuzo hiyo. Kwa ninaomba sasa iletwe, ifunguliwe tuzo ya Mheshimiwa mufti ambayo nitamuomba ifungue, ifungue sio tuzo ya kitoto, imekwenda shule. Mheshimiwa Mufti, nitaomba nikukabidhi tuzo hii, hebu ifungue eh. <coughs> <coughs> Ionyeshe juu ivyo, inatosha hiyo. <coughs> <Yonye tos> ni tuzo ambayo naomba nimkabidhi Mheshimiwa Mufti ya aman na mgeni rasmi katika, katika shughuli yetu hii ukimwakilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi Jumuiya ya Maridhiano na Amani tumeona tukuombe utusaidie kumkabidhi mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Shehe Daktari Musa Salum tuzo ya amani amekuwa mpambanaji mzuri kuunganisha viongozi wa dini mbalimbali, kuunganisha viongozi na serikali na kupambania amani ya Tanzania. Ni kuombe mheshimiwa Mufti utusaidie kukabidhi tuzo hii, naomba ifunguliwe pia tafadhali. Naomba iletu tafadhali na ifunguliwe, asikabidhi ikiwa kwenye box ikabidhi ikiwa nawapiga picha, naomba tafadhali mpige mwitoe, mupeleke kwa mheshimiwa mgeni rasmi, akimwakilisha mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Naomba nipi ni mkabizi mheshimiwa mkuu. Tafadhali, tuzo hii nayo imekaa vizuri na imeandikwa, tuzo ya amani na heshima 2025 imetolewa kwa shehe daktari Alhadi Musa Salu mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Taifa kwa mchango wako kwa amani ya Tanzania. Tafadhali mheshimiwa mufti naomba ni kukabidhi kutusaidie kumkabidhi mwenyekiti wetu. Asante, asante sana, asante sana. Sasa tuombe, Mheshimiwa mgeni rasmi, uendelee kukabidhi sasa. Ni tuzo ya askofu Dr. Israel Massa, naomba iletwe.